Wanasema wanasema kwamba two wrongs does not make it right. Haimaanishi kwa sababu wao watatu wameamua kuingizana <laughs> bure, alafu sisi eh, kwa wao watatu kuamua kuingizana bure mm, likaonekana ni jambo la kawaida. Yaani hiyo hiyo hiyo haiwezekani. Anasema ni zawadi kwa mashabiki. Yaani isitokee mtu akataka kuweka hiyo reference kwamba hawa, wow, watatu wameamua kuweka bure. Ni, ni jambo la kawaida. Hilo haliwezi kuwa jambo la kawaida. Hiyo ni failure kubwa kweli kweli kwao. Singida na Azam unaweza ukawaelewa waelewa, kwa sababu uh, hawana mashabiki Ae. Wanawafanya kazi tu, kwa hiyo unaweza ukawaelewa. Hawa wengine vilevile, nao unaweza ukawaelewa kwa sababu mashabiki wake ni, ni, ni, ni, ni, ni wale oyaoya oya. Masha, mwana mashabiki oyaoya oya ambao hawana hawana mapenzi wala uchungu na, na na klabu yao, kwa hiyo wote wote una, unawaelewa kwa Simba Sports Club. Sasa mm, sisi ni timu ya tofauti sana hatuwezi kuingia kwenye, kwenye kapu la, la, la vilabu hivyo ambavyo vimeamua kufanya hivyo. Sisi tuna standard yetu uh -huh. Sisi tuna quality yetu uh -huh. Sisi tuna ubora wetu, sisi tuna status yetu, kwa maana ya hadhi, sisi tuna hadhi yetu uh -huh. Tuna thamani yetu uh -huh. Tuna standard yetu uh -huh. Simba Sports Club uh -huh. Na standard yetu ni watu kulipa viingilio waingie uwanjani uh -huh. Hii ni timu amba E, imeshafanya makubwa sana Afrika. Tuna fan base active ya ukweli kabisa, tuna kundi la mashabiki wenye kuipambania na kuipenda timu yao, tuna kundi la mashabiki wako tayari kuwajibika kuitumikia timu yao. Sisi tuna mashabiki wa dhati kweli kweli, ambao wenyewe pesa sio kitu, wenyewe wanasema hasara roho pesa karatasi, cha kwanza Simba. Sasa ukiwa na fan base ya namna hiyo, unaringa sokoni na kuamua kuiuza kuiuza bidhaa yako. Lakini Simba Sports Club kwa standard tuliokuwa nayo, hii leo tukatangaza viingilio bure, dunia nzima itatucheka. Viumbe hai na visivyokuwa viumbe hai, yaani miti, mawe, magogo, nyumba, barabara, magari, vyote vitatucheka na kutushangaza kwamba Simba huyu Simba mnyama eh? anafanya kiingilio bure yani, kila kitu kitacheka duniani. Sasa Simba hatuko tayari kufikia standard hii. Uh, lakini thamani yetu ni kubwa mno. Hapo naizungumzia timu ya tano kwa ubora barani yeah, Afrika. Halina shaka hapo naizungumzia timu ambayo imeingia kwenye kinyang'anyiro cha kuania timu bora ya Afrika mm, kwa msimu wa 24 25 mm, na hapo nazungumzia timu